Na kwingineko ni kwamba wanawake wakongwe waliosafiri Afrika Kusini kwa mashindano ya mpira wa kandanda ya kimataifa wamesimulia kutimia kwa ndoto yao, waliosema hawakuamini ingetimia. Kwa baadhi yao hii ilikuwa mara ya kwanza ya kusafiri kwa ndege, kama John Wanyama anavyoarifu. Hmm, ni historia inaandikishwa, kwani ni kwa mara ya kwanza kabisa kwa wanawake wakongwe kuwakilisha taifa la Kenya katika ruba za kimataifa. Mbali na mashindano yanayoendelea Afrika Kusini, kina mama hawa wakongwe wamesimulia ndoto wanayosema imetimia. Wamama walifurahi kweli. Awa, awajawai kupanda ndege, awajawahi kukanyaka kuwanja wa ndege. Vile tuliingia ndani tena tukapita kitu ingine kama inyoka, sijui hiyo ilikuwa ni nini kitu ingine yenye ukisimama inakupeleka, ina roll, inaenda inaenda, sinaingia hapo, hiyo kitu gitu napeleka na kama nyumba yako naulala naenda mpaka hapo, hiyo kitu nasimama nabunguka peke yake. Kina mama hawa walisimulia mapya walioyaona wa kwenye safari yao walioitaja kuwa yenye maajabu mengi. huko hakuna maziwa kama ya Kenya night wenyeiko kwamaanutikulala so ilivyofika mahali ambavyo ndege inatembea, ninasikia hapa sasa, tumepita penye iko mawingu mingi. Kwa vichekesho na ukakamavu pia, wanatueleza namna walivyokosa usingizi kwa siku kadhaa kabla ya safari, waliohofia kuachwa na ndege. Siku ya kuenda kulala jioni. iko kindu ngine kat kati ngine kidogo inavungulia mlango, sina shangaa ni nini, nani nimeona hii kitu, sina shangaa. Wanasema kuona ndiyo kuamini, na hadi sasa bado hawajaamini jinsi walivyofika katika kituo cha runinga cha Citizen na kuwa wageni mashuhuri kwenye kipindi cha ja shajara na Lulu Hassan alikuwa bado kuingia huko, hata sugui mimi nashangaa sana. Lulu naongelesha na, na mimi roho natetemeka, nasema Lulu alikuwa naangalia kwa television nyumbe, mimi naingia huko leo. Timu ya Kenya ilitoka sare ya bao moja kwa moja na timu ya Gauteng Gogos kutoka Afrika Kusini, huku matumaini yao yakiwa ni kucheza na timu ya Marekani na Ufaransa hapo kesho. Mchezo huu ni wa kuchekesha na kufurahisha macho na wakongwe kutoka Kenya wameahidi kwamba watajikakamua ili wawakilishe taifa la Kenya na Jumuiya ya Afrika Mashariki. John Wanyama kutoka uga huu wa michezo wa wango Ngoa Ngoa Limpopo, Afrika Kusini.